Mimi ni Tosomba. Uh, bado nipo Johannesburg katika nchi Afrika Kusini na kuelekea uh, mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho uh, baina ya Simba, ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Mchezo wa kwanza unapigwa pale katika Dimba la Amani tarehe 20 mwezi huu mwaka 2025, alafu mchezo wa marudiano utakuwa tarehe 27 katika Dimba la Moses Mabida pale Durban, nchi Afrika Kusini. Sasa, niko na ndugu yangu hapa atajitambulisha yeye ni nani, eh, lakini pia vile vile atatuambia uh, Stellenbosch wapi wakali, wapi wadhaifu

lakini inasemekana sio timu yenye njaa yani sio timu ya, yani ya kuungaunga. Bosi wake ni bosi namba moja, tajiri namba moja hapa Afrika ya Kusini, Jonathan Rupert. Lakini pia 2024 aliwahi kumwangusha ama kumshusha aliko Dangote na kuwa yeye kuwa top pale, menelea vizuri yeah. Ukiachana uh, okay, na huu utajiri wake eh, timu ambayo eh, imejipata, lakini niambie Stellenbosch ni timu ya aina gani huu. Katika ushambuliaji watu gani hatari, wachezaji gani wa kuchungwa? Uh, kwanza kabisa watu wa, wa nyumbani huko wasitengeneze taswira kwamba labda Stellenbosch ni timu ambayo inaweza kuisumbua Simba, lakini in football tunajua kwamba current form inaamua chochote. Kwa Simba anabidi kwanza waieshimu kwanza hiyo Stellenbosch. Uh, kuhusu kusema kwamba ni maeneo gani ni hatari, overall ile timu inacheza kitimu, lakini ile timu ukitizama jinsi inavyocheza wanacheza sana kwa kupitia flanks huku pembeni, wana mchezaji wao mmoja, ni winga wao mmoja katika ligi ya Afrika Kusini hapa sasa hivi ana magoli sita na na assist nne, kwa ukiangalia hapo unaona kwenye timu tayari mwenyewe ana mchango mkubwa kwa namna ya kuipatia matokeo timu yake, lakini pia kwenye beki yao huko anavaje namba 21 anaitwa na Fawazi, yule jamaa ni beki mmoja ambaye ana overlap sana, ana energy sana, kutokana na nini, hii timu asilimia themanini na vijana, kwa hiyo Simba namna yao watakapokuwa wanatengeneza mashambulizi waangalie ni vipi wataweza kukava eneo lote la uwanja bila kuacha space, kwa sababu hawa jamaa wana umri ndogo wana energy kubwa sana vijana. Ni vijana yani, kumbuka umri wao kati ya, yani ni miaka ishirini na moja mpaka miaka ishirini na sita ishirini na saba kwenye mpira. Sasa hapo nasema ni wachezaji ambao tayari wameshafikia ule umri wa kupambana. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ukiwapa space wanakimbia sana katika maeneo na wanashambulia sana kwa hiyo ni vema Simba tunajua na wanavyocheza namna wanavyotoka katika zoni yao kuja kushambulia, uangalie namna gani wanaweza kuziba nafasi kutokuruhusu winga wao huyu au beki wao huyu kuoverlap kutengeneza hatari. Lakini pia tusisahau timu tumesema kwamba haina shida ya, ya kipato ni kweli ni timu inayomilikiwa na tajiri mkubwa sana hapa South Africa. Ni timu ambayo katika ukuaji wake inapitia misingi yote ya, ya football. Wamewekeza sana kwenye academies. Ukiangalia academy kubwa sana hapa South Africa, ukiwatoa Mamelodi Sundowns, pia hao jamaa wana, wanafuata kuwa na academy nzuri kwa soa, kwa mfano last season wameweza kuwatoa wachezaji ambao wameenda kwenye timu kubwa hmm, na wameweza kuwa ni regular starter kwenye hizo timu na still bado wamerudi kwenye msimu huu. Timu kwa mara ya kwanza inashiriki na imeweza kuingia nusu finali ya shirikisho, unaona kabisa ni timu ambayo inakuwa na ni timu ambayo imejizatiti kufanya mapinduzi ya soka katika nchi ya South Africa. Lakini wana, wana, wana wachezaji eh, wamepita wame katika baadhi ya timu, kuna wachezaji wachezaji wamecheza marudio ukiangalia pale sasa hivi ni mchezaji ambaye ni kama Saliba Mkuu. Saliba Mkuu aliwahi kupita Marumo, sasa hivi yuko pale, lakini kabla ya kuja hapa Stellenbosch, alikuwa mnakumbuka, alikuwa anacheza Mamelodi Sundown. Lakini pia katika ile backline ya msimu ule wa Marumo Gallants, wanashiriki, wanashiriki na wanacheza na Young Africans kwenye hatua ya nusu finali. Backline ya ile Marumo yote ilikuwa ni ya watu ambao umri umeenda, lakini kuna mchezaji mmoja alikuwa kijana, ni anaitwa Ture. Yule jamaa sasa hivi yupo kwenye timu ya ya, ya Stellenbosch kwa tayari ni mchezaji ambaye ana uzoefu, anaweza kuongoza ile safu ya, ya, ya ulinzi ya ile timu, na ukiangalia ile timu inafikiwa, lakini kikwazo kikubwa pia kingine kimekuwa ni kwa goalkeeper wao, na bahati nzuri sana kwa Simba, tunaelewa At, kwamba atacheza kwenye mchezo huu wa, ha, wa, wa, wa. Uh, golikipa hawezi kucheza kwa sababu anatumikia adhabu ya, ya kadi. Nadhani alipata kadi kwenye mechi ya mwisho na Azam kwa hiyo amepata ban hiyo inakuwa ni bahati kwa Simba, kwa sababu golikipa anafanya save sana. Kwa nini nasema ni bahati? Kwa sababu kusota mtumia golikipa namba mbili obvious, yu, eh, yule anakuwa kipa namba mbili namba mbili tu siku zote, kuna anakosa ile game time na mechi, na inasema kuna confidence uwanjani kama utakumbuka katika mechi ambayo walicheza Morocco, walicheza na AC Berkane katika magoli manne ambao walifungwa awa Stellenbosch magoli matatu yalitokana na uzembe wa golikipa huyo ambaye atacheza mechi ya Simba. Kwa hiyo kama benchi la ufundi la Simba litakaa vizuri, vitafanya assessment yao vizuri, wanaweza kutumia madhaifu ya golikipa kwa sababu tukiangalia Simba wana mchezaji kama Ilim Panzo anakimbia, Kibu Denis anakimbia. Alafu uzuri sasa wao wanapiga kutokea mbali. Kutokana na yeye atakuwepo, ana ile wanasema ile ilikuwa na hamu ya mchezo kucheza dakika nyingi fitness. Match fitness anaweza akatengeneza ras ambazo, kama Simba atakuwa vizuri katika mstari wao wa mbele pale, wakapata nafasi ya kumaliza game Zanzibar. Bwana wewe unakuita nani? Ah, bwana Instagram wanaita Malim Nash lakini bongo bongo, mtaani kwangu wanaita Ozil ama Ibra. Bwana mimi nikushukuru sana. Ah, shukrani kaka. Bwana mimi naitwa Somba, mtaalamu um, amemaliza kila kitu, kwa hiyo uh, kuna la kujifunza hapo. Naitwa Somba uh, bado nipo Afrika Kusini na nipo na ndugu yangu Frank Haonga. Nataka nizungumze naye kuhusiana uh, na mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch, lakini hapa tajadili vitu viwili: uwanja lakini gani, na namna gani mashabiki wanaizungumzia Simba hapa Afrika Kusini. Uh, awali ilitoka taarifa kwamba Simba wangeenda no kucheza Cape Town uh, dhidi ya Stellenbosch katika dimba la Cape Town Stadium. Lakini taarifa ikaja uh, Moses Mabida, Deben, watu wakaanajiuliza Uh, Stellenbosch hawana uwanja au la? Na imekuwaje kutoka Cape Town mpaka Durban, wakati hapa pia Joburg kuna uwanja? Okay, asante sana ndugu yangu nshu, ni hivi uh, Stellenbosch wana uwanja wao, lakini shida ya ule uwanja wao haukizi vigezo vya CAF. Uwanja ambao huwa wanautumia ni ule ule wa Cape Town City, lakini pale Cape Town City kuna shughuli ambayo inafanyika tarehe 26, gemu ya Simba ni tarehe 27 kuna mchezo hapa Sauzi wa rugby eh, ule mchezo ni mchezo wa kitajiri sana, kwa hiyo ni mchezo ambao unafuta hisia za watu wengi sana, maandalizi kuanzia maandalizi na nini. Kwa hiyo haiwezi kupigwa game tarehe ishirini na sita alafu then tarehe ishirini na saba utachezwa mchezo mwingine. Hicho nafikiri ndio kigezo cha kwanza, kwa sababu wataacha michoro uwanjani. Yes, wataacha uchoro uwanjani kwa hii labi inapochezwa Lazima ule uwanja utachorwa pale, utafanyaje? unapunguzwa makubwa ma, ma yake. Kwa hiyo hawawezi kwamba leo tarehe ishirini na sita mchezo umefanyika afu tarehe ishirini na saba game ya Simba ikafanyika pale. Hiyo ndio kilikuwa kigezo cha kwanza cha kuhamisha uwanja. Choisi ya pili ya uwanja wao ilikuwa ni Pretoria, uwanja ambao unatumiwa na nani na Mamelodi. Hata Yanga walifanyia pale game North yao North. yes aatayanwalifayia sasa, ule uwanja nao Mamelodi pia wanashughuli wana nao wanatakiwa kuutumia kwa hiyo ikaonekana sasa hakuna namna nyingine, option nyingine, uwanja wao watatu ambao huwa wanautumia ni uwanja ambao uko wapi? dedeni huo wa Moses Mabida maelewa huu uh, uwanja uh, eh, wa Moses Mabida ni uwanja ambao pia kuna mechi kadhaa wao wenyewe Stellenbosch wa me, wamechezea pale. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa kigezo cha wao kwa nini kuhamishwa kutoka eh, Cape Town kupelekwa Moses Mabida. Na mashabiki wa soka hapa wanaizungumziaje Simba, wa waafrika kusini wanaizungumziaje? Yes, honestly, Simba sasa hivi ni timu kubwa Afrika, ni timu kubwa Afrika, huwezi ukalinganisha na Stellenbosch. Labda timu ambazo zinaweza zinawezazikaa zinazungumzwa ni Orlando Pirates, Mamelodi, na hivyo Simba kama Simba Simba kwayo. Kwa hiyo kwa Stellenbosch na Simba, hata mashabiki ukiangalia humu mtaani tunavyozungumza, wengi wanaipa asilimia kubwa timu ya Simba kwamba Simba itashinda, lakini ukiacha la hicho, ndugu yangu, Simba ina fanbase kubwa sana, sio tu Tanzania hata afrika kwa ujumla. Mimi nipo hapa sauzi afrika kwa miaka kadhaa sasa hivi almost sita kwenda saba. Simba ikiwa inacheza haijalishi, tunaenda kucheza ni cape town tunaenda kucheza ni wherever, mashabiki wa simba wanajiorganize kwa kiwango kikubwa sana. Hata hii kabla habadilishwa uwanja, tulivyosikia tu Stellenbosch ndio wamefuzi angeea wa kucheza na simba watu tayari washaanza kujipanga hapa, safari ya kwenda wapi? Cape Town. Ah, no Cape, ilikuwa ni Cape Town ha, ili kwanza. kwanza kabla ya kubadilishwa na kutoka hapa Johannesburg kwenda Cape Town ni parefu, ni umbali, chukulia labda kibongo bongo ni kuanzia Dar es Salaam kwenda mkoba, umbali huo yaani, ukitoka leo unafika kesho, umeelewa? Kwa basi hiyo, kwa basi. ni kwa basi. Sasa watu tayari washajipanga kwamba hii piga huwa tunaenda kule, tunajiorganize. Na uzuri sasa kutusogeza hapa Deben na Cape Town ah, I mean Deben na Johannesburg hapa kidogo ni pafupi na Simba. Kwa hapa Johannesburg mashabiki ni wengi hapa hapa, Durban pia Watanzania ni wengi, na Watanzania uzuri, tukiwa tupo huku abroad, kusapotiana kama kusapotiana, nomata wewe ni Yanga, wewe ni timu gani, sijui kwenda kuisapoti Simba hapo. Pia kuna Wamalawi pia wanaisapoti Simba kwa tume. Kuna usafiri ambao tayari sisi kama sisi mashabiki tumeuandaa wenyewe, kwamba tutachanga kiasi hiki kwa ajili ya kwenda kuisapoti timu yetu. Bwana, mimi nikushukuru, nashukuru sana Bwana Haonga amemaliza. E, siwezi kuongeza. Mimi naitwa Somba.